Mtazamaji nao, wamiliki wa nyumba za mpango wa bei nafuu katika mtaa wa Park Road, huko Ngara, hapa jijini Nairobi wanakabiliwa na changamoto nyingi tangu kukabidhiwa nyumba hizo miaka minne iliyopita. Na mwamiliki wa nyumba hizo na wapangaji wamekuwa wakikabiliana na matatizo ya ukosefu wa maji, uhalifu na uchafu licha ya kulipia ada za huduma kama eneo hilo. Na Ben Kirui anaangazia zaidi. Wakati nyumba hizi za mradi wa nyumba za serikali katika mtaa wa Park Road eneo la Ngara hapa jijini Nairobi zilipokamilika na kukabidhiwa wamiliki wao mwaka wa, wa 2021, furaha na fahari zilitanda. Wengi waliona kama ndoto yao imetimia, wakitarajia maisha yao kuimarika. Hata hivyo, matumaini yao yalizimika haraka baada ya matatizo ya usimamizi kuanza kujitokeza. I am a homeowner here in I've been here since December 2021. Wakazi wanasema wanakumbwa na changamoto nyingi zikiwemo ukosefu wa maji, ukosefu wa usalama na uchafu licha ya kulipa ada ya huduma ya shilingi elfu tatu kila mwezi. Imagine we do not have water the whole month na unakuja kulipa water bill. Maji mtungi mmoja tunauziwa 50. Ay, ukiambia mtu akubebee juu alikataza maneno ya lift, kuweka maji kwa lift. Unaambiwa hayo maji kubebewa hadi hapa 100. Ukosefu wa maji ndio changamoto kubwa zaidi. Uzito wa tatizo hili unaonekana wazi unapoingia kwenye mtaa huu ambapo wauzaji wa maji wamejaa, mtungi wa lita 20 ukiuzwa hadi shilingi 150. Poteni zimejaa matroli zinaingia hapa, watu wa maji wanaongea venye wanataka, unaona Maswali kuhusu uwazi wa matumizi ya ada za huduma pia yameibuka. Wakazi wanateta kuhusu matumizi ya mamilioni ya pesa zinazokusanywa kutoka kwa nyumba elfu moja mia tatu na sabini. Kila nyumba wanalipa 3000 service charge. Where is all that money going? Ukipiga hesabu inakuja 4.1 million every month, so where is NHC taking all that money if we don't have water, the lifts are not working? Where is all that money going Which maintenance are they doing with that money? Usalama pia umedorora, matukio ya wizi kuanzia kwa nguo hadi mali ya nyumbani yamekithiri, huku kamera za CCTV zikiripotiwa kutofanya kazi. Kuna usalama wote, mtu anaweza kuja akugongea mlango. Kama mi, kuna wakati sikukuwa nimeenda dukani, nikaacha watoto wangu ndani ya nyumba, mtu manaume amekuja akaingiza mkono Chuma hivi anajaribu kung'ang'ana na kufungua mlango, watoto walikuwa wamefunga na chapia chini. Wakazi wanasema juhudi za mara kwa mara kutaka maswala haya yashughulikiwe yamegonga mwamba. Hadi Februari mwaka huu mtaa huu ulikuwa ukisimamiwa na shirika la kitaifa la nyumba NHC, sasa unasimamiwa na kampuni ya Ebony Management Limited. Hata hivyo juhudi za kuwasiliana na uongozi mpya hazijazaa matunda. Tulipotembelea ofisi zao hakuna msimamizi aliyepatikana na hata maswali tuliyowaandikia hayajajibiwa. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.